Ikiwa ni mwendelezo wa usajili, tunafahamu dirisha la usajili liko wazi na siku si nyingi litakwenda kufungwa kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Dirisha hilo linatakiwa kufungwa kabla uh, ya mwezi wa pili. Simba Sports Club mnyama mkali ameendelea uh, kufanya mawindo ya wachezaji mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kukiongezea nguvu kikosi chake. Ikumbukwe tu Simba Sports Club ilipata kuachana na baadhi ya nyota wake muhimu, na tayari utaratibu wa kutafuta mbadala wa wachezaji hao tayari umekwisha kukamilika. Nipo hapa kukuthibitishia kwamba moja kati ya nyota ambao wanafanya vyema kabisa kwenye ligi kuu pale nchini uh, Malawi amekwisha kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari yupo safarini kujiunga na miamba hiyo ya soka ambayo inaendelea na maandalizi uh, kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis. Hapa namzungumzia Uchizi Vunga. Uchizi Vunga ni moja ya kati ya majina ambayo yalipata umaarufu mkubwa kwelikweli mwanzoni mwa kampeni za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu aliwafunga Dar es Salaam Young Africans pale Malawi bao moja safi kwelikweli, akionyesha kiwango cha hali ya juu kwelikweli. Uchizi Vunga ni mchezaji ambaye uh, endapo atakutana na wachezaji wenye havi na ubora wa hali ya juu, anaweza akakupa kitu ambacho kinaweza kuwa na msaada mkubwa kweli kweli kwenye klabu yoyote hapa barani Afrika, kwani ni mchezaji mwenye ubora na mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa wa kucheza mpira hasa hapa barani Afrika. Sasa, Simba Sports Club walikuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu, na kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya Simba Sports Club vinatueleza ya kwamba tayari Simba Sports Club amekwisha kumpatia ofa ya mkataba wa miaka miwili Uchizi Vunga, mchezaji raia wa Malawi, ambaye amejiunga na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea katika klabu ya soka ya Silver Strikers. Uchizi Vunga anakwenda kuungana na safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambapo tunafahamu Jansha Zawa ali uh, agana na Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo Uchizi Vunga ni moja kati ya wachezaji ambao wanakwenda kurithi mikoba ya Jansha Zawa isipokuwa Uchizi Vunga hayuko peke yake. Kuna baadhi ya nyota pia wamesajiliwa kwenye nafasi hiyo, lakini moja kati ya watu ambao wanatizamiwa kwenda kulithi mikoba ya Jancha za wa kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ni Uchizi Vunga. Nini maoni yako juu ya usajili wa Uchizi Vunga kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba? Niandike comments hapo chini ya video hii. Lakini kama bado haujawa mwanafamilia wa, wa, wa channel yetu tafadhali hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele itakayotokea mara baada ya kufanya hivyo. Kwa kufanya hivyo tu moja kwa moja tu kumekwisha kujisajili na kuwa muda wetu wa karibu kabisa wa chaneli yako pendwa, na hakuna taarifa yoyote ya, ha ya kimichezo na burudani ambayo itakupita, iwe ni ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe hivi sasa, bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu.